Lakini kwingineko tuelekee kaunti namba 37 ambapo msaidizi wa rais Farouk Kibet amewataka wakazi wa eneo bunge la Malava kumchagua mwaniaji wa kiti cha ubunge cha Malava kwa tikiti ya chama cha UDA David Ndakwa akizungumza huko Manda Shivanga. Uh, wakati wa zoezi la kuosha ng'ombe dhidi ya kupe na magonjwa mengine, Faruku ameukosoa upinzani kwa kueneza siasa potovu. Ni sehemu ambazo ziliungwa mkono na gavana wa Kakamega Fernandes Barasa, akisema chama cha ODM kinaunga mkono mgombea wa chama cha UDA kwenye uchaguzi huo mdogo. Tumekuwa hapa na gavana, tumekuwa hapa na mheshimiwa wenu, tutahakikisha ya kwamba tuweke akili pamoja maendeleo ni kusaidia watu kwa wao kupita kwa njia mzu, mzuri. Mambo ya stima, nitahakikisha ya kwamba stima inafika kwa kila nyumba ya mtu, hata nyumba ya nyasi. Wewe unafanya siasa ya maendeleo wewe ni mtu ambaye ni jirani, ambaye ni jirani, anapenda jirani. Sisi tuna serikali ambaye iko Mheshimiwa Samoe Ruto yuko kama president. Wakora watakuja kuwadanganya na vitina, lakini nyinyi mziwache maendeleo, maendeleo ndio inatakiwa. Hao watu ya vitina watakuja wataenda. Nyinyi mkifikiria wa Munyora anaweza jenga Malava, mtu anatembeanga na shares kwa mvuko, atajenga ule mtu. Mimi nataka kusikia watu ya Malava nyinyi mtasikiza hao wa kabila ama maendeleo? Maendeleo, tuko pia na projekti nyingi sana tunafanya hapa, lakini leo jambo la muhimu sisi tumekuja hapa kama viongozi wote wa mirengo tofauti, na candidate wetu wa broad based kwa kura ya uchaguzi hapa Malava ni David Ndakwa na tumekubaliana Watu wa ODM na watu wote ambao wanapenda maendeleo, sisi tuko nyuma ya David Ndakwa. Naam, tuelekee kaunti namba 27 kwake.